Niko na William Samuel Ruto kwa ajili ya sapoti kubwa ambayo mi napata kwa wafanyakazi wa Kenya, Afrika na dunia mzima. Mi niko na ofisi kila pahali, na hivi sasa nataka kumwambia prime cabinet secretary amshukuru sana president kwa kubali, kwa kukubali kufanya kazi na Gideon Moi. Gideon Moi ndio chairman wa chama changu cha KANU na mimi ndio mzee wa KANU wa miaka mingi, na niliingizwa kwa chama cha KANU na baba ya prime, uh, prime cabinet secretary, mzee hayati Moses mnasikia Mudavadi muda, mudamba yeye ndiye aliniingiza kwa KANU, akanifanya life membership, na mimi pia sio mkora wala sio muongo. Sasa siwezi kutoka kwa ajili, mimi ni life, si ndio? Na nikiwa kiongozi wa wafanyikazi ni lazima ama ni sharti nifanye na kila serikali, kwa ajili serikali ndio inaangalia hali ya mishahara na maisha ya wafanyikazi nchini. Na Inspector General yuko hapa, chairman. Sasa umechaguliwa, kijana yangu Amani, wewe una historia mrefu na mimi tangu nilipokuwa SRC, ndio kwa sababu nilisema ni lazima nifike hapa. Wewe ni kijana wa heshima, heshima kwa wazee, heshima kwa serikali, heshima kwa wale watu unaofanya nao, na umesoma kikamilifu, na sisi tutakuunga mkono sana. Uangalie terms and conditions of service ya police officers. Haswa housing na mambo mengine, wanafanya kazi juu ya mazingira makali sana magumu. Mimi nilikuwa mtoto wa askari, baba yangu alikuwa mtu wa ami, na ndio kwa sababu ninauliza kabisa kwa unyenyekevu, hawa ndio wanaangalia nchi.